Aje, ni njia ipi ya uzazi wa mpango ambayo haina homoni kabisa? Ni moja ya swali ambalo wengi wamekuwa wakituuliza kufahamu njia ambayo haina homoni na njia ambayo homoni huwa ni nzuri zaidi, na moja ya njia hiyo ni ile ya kutumia IUD ya kopa. IUD ya kopa ina homoni kabisa, au tunaweza tukasema kitanzi cha kopa. Hiki hakina homoni na kitakusaidia kuweza uh, kukulinda na kuweza kubeba ujauzito kwa muda ambao umepanga kutokana na ushauri wa daktari wako. Lakini pia kabla ya kuwekea hii, lazima muongee, afahamu historia yako, afahamu changamoto. Kuna wale wenye magonjwa ya presha, UTI ambazo zinajirudia, kuna baadhi ya vitu ambavyo watakiwi kutumia. Kwa mfano, watu ambao wana changamoto ya fungus ya kurudia homo ai ya UD au tusema kitanzi cha kopa hakitakiwi kabisa kutumika, kwa sababu kinaongeza miwasho. Kama utakuwa na changamoto ya kiafya, basi una changamoto yoyote ya uzazi, basi Dokta Jimmy niko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. karibu na